Kuharifu tu mtazamaji, mapema jioni hii Rais Uhuru Kenyatta amekariri tena ile amri yake ya kuwataka baadhi ya maafisa ambao wametajwa katika ripoti wajiuzulu mara moja. Ni taarifa ambayo tumeipata mapema jioni hii. Kwingineko, Wakenya watakumbuka kwamba tangazo la Rais Uhuru Kenyatta hapo jana halikuwa tangazo la kwanza kuhusiana na zimwi la ufisadi humo nchini. Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akitoa kauli kali kuhusu nia yake ya kukabili ufisadi na hata wakati mmoja amesema kwamba afisi yake yenyewe ina visa vingi vya ufisadi yaani. Na kama mwanahabari anavyoarifu Francis Mtalaki, inaonekana kwamba huenda wakati umefika kwamba Rais Uhuru Kenyatta aanze kufanya vitendo badala tu ya kupiga gumzo. Si mara ya kwanza kwa Rais Uhuru Kenyatta kulizungumzia swala la ufisadi na wafisadi, saratani ambayo inaonekana kuandama Kenya kila kukicha, na matokeo yake ni sakata baada ya sakata. Lakini kwa muda huu wote rais amekuwa akitafuna maneno na kutoa onyo kali na ahadi kuwa msumari wa vita dhidi ya ufisadi ataushindilia katika vitendo hivi karibuni na watu wajipange kwa sababu they will see something very soon I'm telling you, that is for sure. Itafahamika kuwa mnamo Machi 24 rais alipokuwa huko Ukunda, kaunti ya Kwale, alikiri kujitolea kwake kupiga vita ufisadi katika kongamano la 17 ui la mabalozi wa Kenya ulimwenguni. Machi 6 mwaka huu rais alitoa onyo sawia na Julai 17 na Juni 12 mwaka 2013: there is no sacred cow in this government, none Including myself. There is none. Wakati kashma Anglo Leasing ilipofishuka, mtangulizi wake Mwaiki Baki hakutoa msimamo, lakini vitendo vilionekana kupitia kujuuzulu kwa mawaziri David Mwiraria, Kiraitu Murungi na Kris Murungaru japo hotuba yake hapo jana bungeni ilizua mihemko na msisimko, pengine ni kutokana na wimbo huu ambao amekuwa kiwimba Rais Uhuru Kenyatta kila mara. Sasa, shirika linalohusika na masuala ya elimu na katiba Kreko limemtaka Rais Uhuru Kenyatta kuicheza zeze kamili badala ya wimbo na kuangoja ngoja aliyoahidi wa Kenya inafifia. Uh, said commitment quote and unquote. Francis Mtalaki, mm, KTN leo.